Mimi naitwa Hersi, ni kijana wa Tanzania. Background yangu ni civil engineering, nimesoma Tanzania na nje ya nchi, lakini katika kazi kubwa ambayo leo inatutanisha hapa ni sisi wa Tanzania kuona kwa namna gani tumeweza ku elevate mpira wetu, ku elevate level ya ligi yetu ya Tanzania kuelevate vilabu vyetu ambavyo vinashiriki kwenye mashindano ya ndani ya nchi pamoja na mashindano ya nje, na specifically nitajikita kwenye Young Africans na nitoe shukrani za dhati kabisa kwa wanachama wa Young Africans kuniamini. Lakini imani hii haikuja bahati mbaya, ilianza kipindi cha nyuma ambacho tulikuwa tunataka kuisupport Young Africans kutoka kwenye ule wakati mgumu katika maisha kuna up and downs, na club ya Young Africans ilipitia kuanzia mwaka 2016 tulivyompoteza mwenyekiti wetu, baada ya kuachia nafasi ya mwenyekiti ambaye alikuwa wakati huo ni mdhamini na wakati huo ni mwenyekiti wa klabu yetu, alikuwa ana support kwenye level ya administration kwa maana akiwa kama mwenyekiti, na alikuwa pia ana support kwenye eneo la finance kwa maana ya ushindi wa kifedha. Downfall yetu ilitokea baada ya yeye kuondoka. Na Mungu amtangulize mbele za haki mwenyekiti wetu uh, kakaangu mwenyekiti Manji. Baada ya kumpoteza mwenyekiti wetu Yusuf Manji ambaye ametangulia mbele za haki, tumuombe Mungu ampe pumziko la milele. Mwenyezi Mungu amwepushe na, yes, na adhabu za kaburi na afanye kaburi lake kuwa ni sehemu katika bustani za pepo. Baada ya kusema hayo tulipitia wa wakati mgumu na mimi nikiwa tu mshabiki na mwanachama, lakini nakumbuka 2020 Mr. Galib aliniambia tumealikwa kwenye harambee kubwa ya ukusanyaji wa fedha kwa ajili ya kuikimua kuikwamua klabu yetu kutoka kwenye wakati mgumu. Akashiriki kwenye mkutano huyo, kwa bahati mbaya nilikuwa nimesafiri, na alitoa ahadi ya kuchangia kiasi cha shilingi milioni mia tatu na mwaliko huu ulitoka kwa mwenyekiti wa kamati ile ambaye alikuwa ni Anton Mavunde, na hiyo ndio historia ilipoanza hapo ya sisi na mimi binafsi kama kampuni ya GSN, na mimi binafsi kuingia kwenye Africans. Baada ya kupita kwenye hatua, ilitolewa pia nafasi ya klabu ya Africans kutafuta mzabuni wa jezi ambayo kampuni yetu iliweza yu kubidi na ikapata nafasi ya kutengeneza jezi na mimi nikiwa kama mkurugenzi wa uwekezaji ilikuwa ni fursa kwangu kuhakikisha tunapata ile biashara lakini, baadaye tukaja kugundua biashara hiyo haiwezi kwenda kama timu haifanyi vizuri. Kwa hiyo nikakaa, kwahiyo sasa, hii bahati nzuri ni timu unayoshabikia na wewe ndio mwekezaji mwenyewe, fanya jitihada sasa ili biashara ifanikiwe, kuhakikisha una elevate level ya timu. Basi nikaja kwenye nafasi hiyo ya kibiashara lakini kuhakikisha tunainua thamani ya klabu yetu ya Yanga Africans. Basi ndio tukaanza hapo, kabidi tusajili wachezaji na kumbuka, mwaka 2020 mwanzoni, wakati wa dirisha dogo, tukasajili wachezaji wa nne wa tukamsajili Ditram Nchimbi, tukamsajili Adeyum Sale, tukamsajili Bernard Morrison na tukamsajili Haruna Niyonzima na Karudi Africans, na Karudi baada ya kuitumikia na Africans na baadaye Simba na baadaye Karudi Rwanda kwa hiyo ilikuwa ni task yangu ya kwanza kusajili wachezaji na kuhakikisha timu inakaa mahali pazuri. Kwa hiyo tukaweza kuihamisha kutoka Netherlands kuja Regent's hotel, tukaitafutia uwanja wa mazoezi, tukapata uwanja wa chuo cha sheria, tukaanza kufanya kila linalowezekana kuhakikisha timu inashinda, kwa maana ya kumotivate, kuweka thamani ya kifedha. Na wakati huo klabu ilikuwa iko down kwenye kila sehemu, tukamleta pia coach Luc Eymael kama mnakumbuka baada ya hapo kuanza kuweka motivation uh, nakumbuka mara ya kwanza uh, Lucas alikuwa anabeba kabisa milioni kumi kama furushi, kuhakikisha anawaonyesha wachezaji jamani, fedha ni hizi, mechi mkishinda, mtaondoka na hizi fedha. Ilikuwa ni sehemu ya motivation kwa ajili ya kupromote wachezaji waweze kufanikiwa na kutupa matokeo tulikwenda, na baadaye tukaweza kuchukua uh, tukachukua nafasi ya pili kwenye ligi. Nilikuwa na msimu wa kwanza wa 2020 2021 ambao nilishiriki. Kwa hiyo baada ya hapo, nikawa naona gharama zinavyoenda. Yaani, ukitaka kuhamisha timu kutoka sehemu hii kuipeleka hii inahitajika gharama. Ukitaka kumsajili mchezaji inahitajika fedha. Na fedha hizi zote ziko zinatolewa na Mr. Rally, free from his pocket kwamba nataka tu support team sasa. Nikaja na wazo kwa ile ile background yangu ya investment, nasema lazima tutafute tuwe na short-term plans na tuwe na long term plans. Short term short ni hii kusupport kuinua quality lakini long term hii timu inapaswa kuweza kusimama kwa miguu yake inaweza kuwa ni 100%, au inaweza kuwa ni 50% au inaweza kuwa 75% kwa hapo tukasema lazima tutafute mfumo utakaofanya timu isimame imara yenyewe na tupunguze utegemezi kwa hiyo mwenyekiti Dr. Msola alikuwa tayari ameshakuja na wazo la transformation nikasema hapa tunaweza tukatumia hili wazo tukalipa nguvu hili wazo likaweza ku transform team yetu. Basi nika consult, tukakaa, tukakubaliana tutengeneze ile kamati kwa ukubwa wake tuipe nguvu, na baadaye nikawa sehemu ya hiyo kamati. Na baada ya kuwa kwenye kamati, tukaona pale kwenye kamati kuna watu wenye taaluma nyingi, kuna wanasheria, mwenyekiti wetu mzee Gongolo, kuna kina Arafat walikuwa wanatoka kwenye finance, kuna Ivan Tarimo alikuwa anatoka finance mimi natoka kwenye engineering lakini wote tunakosa elimu ya transformation. Ndio hapo sasa tukasema lazima tutafute consultants, mtu atakayetusaidia kujifunza dunia ya sasa inaendeshwaje, mpira wa sasa unaendeshwa vipi. Kwa hiyo tukaweza kufanikiwa kupata La Liga, wakatushauri, tukajifunza, tuka kwa, tuka kutoka kwao na sisi tukajifunza, wao wakajifunza pia culture yetu ikoje. Tukakama na mfumo wa mabadiliko na mfumo ule ulipelekwa kwenye mabadiliko ya katiba Africans zikatengeneza rasimu ya katiba mpya zikaenda kwa wanachama, wanachama wakajifunza wakatoa mawazo yao tuka incorporate, na baadaye tukaenda kwenye mkutano mkuu uliofanyika mwezi wa sita ta, mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na moja na mkutano na ule uliridhia mabadiliko ya mfumo wa mabadiliko ya klabu yetu na ulihudhuriwa na wanachama elfu moja mia saba sabini na wanachama wote waliridhia mabadiliko hayo. Baada ya kuridhia tukalazimika kwenda kwenye mabadiliko ya mfumo na sehemu ya mabadiliko ilikuwa ni kubadilisha ownership ya club kutoka 100% kwenda 49% kwa wawekezaji, 51% kwa wenye club. Lakini la pili ilikuwa structure ya leadership ambayo ilikuwa anataka mwenyekiti abadilike kuwa rais na baadaye kuwa kuna mwenyekiti wa bodi, na eneo la tatu ilikuwa fan engagement, ambayo yote hayo tulianza kuyafanyia kazi na mnamo mwaka 2022 tukafanya uchaguzi wa kwanza ambao ulikuwa ni matakwa ya kikatiba baada ya katiba yetu kusajiliwa tarehe 14 mwezi wa 12 mwaka 2021, tumefanikiwa kusajili katiba, tukalazimika kuimplement katiba, na hapo tarehe subuki ilikuwa mwaka 2022 yes. Julai 9 tukafanya uchaguzi ambao uchaguzi huo ukanifanya niwe rais wa klabu ya Yanga Africans kwa kipindi cha miaka minne ambayo naihudumia kwa sasa. Kipindi cha miezi sita ya mwanzo uliozaribu kukabiliana na hizo changamoto, maana anajua nyingi walikuwa wanasema pengine hana uzoefu kwenye soka, ni mgeni huyu kwenye soka, anaongozaje klabu kubwa kama hii ya Yanga? Fatuma, kwanza mimi ni shukuru mtu mmoja ambaye wa kwanza nitamtaja Mr. Ghalib Said Mohamed Yeye. yeah, alikuwa ni sababu kubwa sana ya mimi kufika hapa, na nimshukuru sana kumshukuru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 kuliko kwenye viti wa vilabu hivi vikubwa katika historia yake, uh, miaka 30 na kitu. Haikuwa rahisi kukabidhiwa Africans. kitu gani ambacho kilinifanya nichukue hii dhamana? Kwanza ni dhamira yangu ya kutaka kusaidia klabu yangu ya Africans, ambayo ni klabu ya mzee wangu marehemu. Lakini la pili ni mi... vima ambayo tulikuwa nayo uh, kama